Kwa majina naitwa Tadei Pauli Kavishe. Mama Theodora ni mke wangu wa ndoa. Mimi naitwa Donata Coleman Hamisi, ni mdogo wake na marehemu Theodora Coleman Yamis. Jina langu naitwa Inyas Pauli Tarimu, ni namfahamu kabisa ya kwamba Theodora tadei ni mke wa mdogo wangu. Kwa majina mimi naitwa Ida Inyas Tarimu. Theodora alikuwa ni mke mwenzangu katika familia ya Kavishe. ya kwa jina naitwa Mary Alphonse. Mama ni wifi yangu Theodora, tulifahamiana kuanzia mwaka elfu moja mia tisa na tisini na saba na tuliweza kuona mwaka elfu moja mia tisa na tisini na saba mwishoni na, na tukawa barikiwa kupata watoto saba na mmoja ambaye ni marehemu alifariki mwaka elfu mbili na kumi na tano. Kwa majina anaitwa Colman Tadei Kavishe uh, ni mtoto wa pili kuzaliwa kwa Tadei na mama yangu ambaye ni marehemu Theodora Colman. Kwa majina anaitwa Jeremia Kavishe, ni mtoto wa sita wa mama Theodora. Mateodora ali aga dunia akiwa na umri wa miaka hamsini. Leo tunaadhimisha sikukuu yake, na hii sikukuu kwa ujumla, kwa kweli, tumeiandaa kwa muda mrefu, tunasherehekea kwa kumkumbuka kwa ibada ya misa. ni mke ambaye tulishirikiana sana, tulifanya naye mambo mengi, tulikuwa tunampenda. Lakini basi kwa bahati mbaya sana Mwenyezi Mungu akampenda zaidi. Mimi nilimpokea kama mama mkwe wake. Yaani, mimi tulikuwa na, ndio maana akamwita mama mkwe, lakini mimi nilikuwa karibu sana naye, nilimpokea kama mama mkwe wake. Maisha niliyeisha na Theodora mimi na, ya kumpendeza Mungu, niliishi naye kama familia frendi, tumeishi kwa uzuri sana, namshukuru Mungu wa mbinguni alipo. Maisha yake ya mwisho, ilipofikia wakati wake wa maisha ya mwisho, aliniite, aliniita mimi, akanisihi sana, mimi, kwa kweli, dada yangu, naona kama maisha yangu yamefika mwisho. Kwa hiyo nawacha watoto wangu ni wadogo, naomba sana unisaidie kuangalia familia. Tume, tumekuwa na mama yetu kwa kipindi ambacho Mungu alimpa uhai. Alitulea vema, mimi aliniacha kijana mdogo miaka kumi na tano. Natamani labda mpaka leo angekuwepo, lakini Mwenyezi Mungu alimpenda zaidi. Mama alikuwa ni rafiki. Mama alibarikiwa kupata watoto saba ambayo wa kwanza ni kakaangu mimi ambaye ni marehemu, anaitwa Priscus, wa pili ndo mimi, wengine ni no wadogo zangu ambao kwa hiyo mi ndo nimebaki mkubwa kwenye familia ambayo ndo naiongoza hii familia kwa maana kwamba wadogo zangu wote wako chini yangu mimi. Usi yangu alikuwa ni mtu ambaye ni mcheshi sana, na ni mtu ambaye alikuwa na huruma, hana makuna mtu, na ukiwa na shida yako, utatizo lolote kumwelezea, ni mwepesi sana kutatua, kutatulia, na hana la kusema kwamba aache kukusaidia. Hata ukimwambia wifi nao mna na shida fulani, ni mwepesi sana na ana huruma na upendo kwa kila mtu, na alikuwa anakwambia, ananiambia, wifi, ukiwa na tatizo lolote au mtu kakukwaza, samehe, jaribu kusamehe, usiweke kitu moyoni. Yule ni dadangu, yeye ni mtoto wa nne kuzaliwa katika familia ya watoto tisa. Dada yangu alikuwa mtu mkarimu, mcheshi, mpenda watu. Alikuwa hana uchoyo, kila mmoja alimkaribisha kwake, ni rafiki. Leo hii umefanya sherehe ya mama hapa nyumbani. Nimefurahi sana kuona watu waliopo hapa, kwa maana kwamba umeonyesha ule upendo aliokuwa nao mama. Mama alikuwa ni mtu wa watu sana. Alikuwa ni mtu wa watu, na nahisi na mimi nimeirithi hiyo kutoka kwa mama, kwa sababu na nami napenda watu. Tedora alikuwa ni mpenzi wa watu alikuwa ni mchezi sana, alikuwa anapenda sana familia yake, lakini basi Mungu alimpenda zaidi. Mwisho wa siku kanambia, lakini wifi wangu akaniambia naumwa, wifi siko vizuri nikamwambia wifi yangu utapona. Akaniambia, nashukuru kwa kunipa moyo wa kusema napona, na naimani tapona hata nikifa, na naimani kwamba nakufa wakati najua kwamba watoto wangu wako vizuri, wana malezi mazuri, na nina mjengezi mwenzangu ambaye atanlilia watoto wangu. Alitibiwa huku hospitali ya Huruma, baadaye Ngoyoni. Baada ya hapo, nikamwambia kama hali ni mbaya njoo Dar es Salaam. Alipokuja Dar es Salaam, tulimtibu katika hospitali ya Mwananyamala. Kwanza tulianzia Sinza, kaya mtibu wa ofisi ya Mwananyamala, baadaye tukamtibu katika hospitali ya Rufaa ya Mhimbili. Tulijitahidi, madaktari walijitahidi kuokoa uhai wake, lakini ilishindikana. Mwisho baada ya kufanyiwa operation, wakatuambia kwamba wao hawakufanya operation kuondoa uvimbe, bali walitafuta njia kuingiza tu chakula. Sasa alikuwa akila chakula kinaishia kwenye mfuko wa chakula fu kinafanyaje? Anatafika baadaye, baada hapo madaktari watitita akasema ndugu wa karibu wako wapi? Tukajitokeza tuka akasema kwamba marehemu anaumwa kansa kwenye mfuko wa chakula hawezi kupona, ila tu hatua iliyofikia, tukimpa dawa za Ocean Road tutakuwa tunamuumiza bure. Chobaki aende nyumbani anywe supu ahudhurie kliniki na kujua afya yake. Baada ya hapo tulimrudisha nyumbani. Akaniambia mdogo wangu nipeleke nyumbani. Mimi sitopona. Kaambiacho ataendaje katika hali hiyo? Akasema hapana, nitaenda tu. Kwa hiyo tulimrudisha nyumbani. Kufikisha nyumbani, tulirudi baadaye, alizidiwa, kapeleka tena hospitali ya Huruma mpaka mauti ulipompata mwaka 2015. Kwa hiyo leo ni kumbukumbu kumbu yake tunaamini hata umati wa watu watakao kuja, tunaamini wamefuata Theodora, kulingana na upendo wake alikuwa nao na watu. Tunaamini kwamba akapokelewa vizuri, kwa sababu ye mwenye alikuwa na maisha mazuri ya kumtumikia Mungu na kumpenda Mungu na kutusihi sisi tumpende Mungu. Hilo nashukuru. Leo ni miaka tisa tangia fariki, mkumbukumbu yake. Namwombea Mungu amfungulie pingu za maisha huko aliko ili aweze kupata msamaha na kuona uso wa Mungu. Ma Theodora, ningependa kumwombea huko aliko, Mungu ampe pumziko la amani na atuandalie na atuombee sisi ambaye tuliobaki huku duniani. Lakini pia sasa, tunachotaka kusema kwa siku hii ya leo, hii siku kuu imefanyika kumbukumbu ya kumkumbuka Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo tumefikia leo, lakini tunamwombea kwa Mungu, Mungu aipokee roho yake na aelaze mahali pema mbinguni. Tunaomba ndugu, wageni wote mliofika, mtuombe kwa Mungu na muombe mama yetu huko alipo, Mwenyezi Mungu ampe pumziko la amani. Ah, tuendelee kumwombea tu mama yetu apumzike salama. Sisi bado tupo vijana wake, tunapambana na tunaendeleza familia yetu, tuko na baba yetu Tadei Paul. Imani yake na matendo yake ambayo alikuwa anaishi hapa duniani, tuna imani kabisa, Mama Theodora yupo mbinguni. Tunaamini ya kwamba kazi ya Mungu haina makosa, lakini yote yametendeka kwa ajili ya sifa na utukufu wake, ni katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tunamshukuru Mungu na tunasema Mungu asante kwa yote na kwa namna yote hiyo. Basi hatuna maneno ya, ya ziada zaidi ya kumwombea Mwenyezi Mungu aendelee kumlaza mahali pema mbinguni na aendelee kufurahi pamoja na watakatifu wa mbinguni, nasi na siku moja ikimpendeza Mungu basi nasi tuweze kuwa pamoja naye. Tunaomba hayo yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu, amina.